Viongozi wa dini katika kaunti ya Garissa wamehimizwa kutumia nafasi yao kutetea na kufichua maovu yanayofanyika katika jamii ili kudumisha heshima na haki kwa wanyonge. Viongozi hao walitakiwa kusimama kidete na kupinga matendo mabaya yanayotekelezwa na walio mamlakani haswa kupitia ubaguzi wa wenyeji wa eneo hilo kwa misingi ya dini. Kwenye kikao kilichowaleta pamoja viongozi wa dini tofauti na watetezi wa haki za binadamu. Viongozi hao aidha walihimizwa kutumia ushawishi mkubwa walionao kugeuza mienendo mibaya katika jamii. Tumeweza kuwaangazia na kuwahamasisha katika efforts za human rights training na vilevile vile pia tumeangazia mambo ya conflict sensitivity. Tumefanya hivi kwa sababu tunataka kukitokea na shida yoyote katika jamii, uh, jamii isimame yenyewe na iwe dhabiti katika kustahimili na kusuluhisha zile vita tofauti zilivyo. Tumeelimishwa, tumefaidika, tumejua vile ya kuchunga haki ya binadamu kati ya sisi na pande ya serikali na tumejua ya kwamba e, sheria za haki ya binadamu katika nchi yetu ya Kenya, katika international declaration of human rights, tumefaidika sana.